Kwa hakika mimi sikutaraji kuwa nitazungumza mbele ya mashekhe zangu Ustadh Asaid Arif hapa, Ustadh Habshi, Ustadh Ahmad na wengineo. Mara nyingi katika hadhara hii hupenda kufaidika kutoka kwao, na nimejificha kule kusudi Ustadh Arif asinione, lakini naona ameniona. Insha Allah, kwa amri zao tutatabaruku katika hadhara hii japo machache yenye kunasiliana na yenye kuwa ni faida kwetu sisi sote. Tuna shauk tuna mahaba, tunatamani kuweza kuwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dunia, kumuona akhira kuwa naye pamoja lakini kuna mambo mengi sana ambayo tukiyafanya itakuwa ni sababu ya sisi kuwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kulingamana na muda, nitazungumza mawili insha Allah. Imekuja hadithi ambayo imeelezwa katika kitabu cha ja Tafsir al-Qurtubi na pia imeelezwa katika asbabun nuzul

Anaitwa Thauban, huyu alikuwa ni sahaba, ana mahaba na taaluki kubwa sana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mmoja alikutana na mtume sallallahu alaihi wasalama, na akamwona katika hali si ya kawaida, uso wake umegeuka, mwili wake umekonda, na akamwona ana huzni, akamuuliza ma ghayara ma ghayara launak, au njambo gani liliyokubadilisha wewe uso wako au mwili wako? Yule bwana akamwambia ma bi min wajain wala dhurri, sina madhara, sina ugonjwa illa ya rasul Allah, katika maisha ya dunia ninapokutamani basi nafanya bidii kukuona na kuwa karibu na wewe, sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini nimekumbuka wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu, tutaondoka duniani. Wakati ukiondoka wewe utakuwa juu pamoja na manabii wenzako, sehemu ambayo sisi wengine hatutafika.

Aya hii inasema atakayekuwa na taa amtii Allah subhanahu wataala, na akaita taa ile ile na kuendelea nayo kwa sayyiduna Muhammad, atakuwa na manabii. Kwa hivyo, jambo la kwanza la sisi kuwa na sayyiduna Muhammad ni kuwa tuko katika taa, tunamtii Allah, atuambia tusali, tusalini atuambia tufunge tufungeni, atuambia tutoe zaka tutoe, atuambia tufanye ibada tufanyeni. Na yale Allah subhanahu wa taala aliyotukataza, ametukataza kuiba, ametukataza kuzini, ametukataza kuua, ametukataza kufanya machafu, tuwe ni wenye kuyaacha, itakuwa ni moja katika sababu ya kuwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibada taa ni kitu cha msingi katika maisha yetu. Hata yule Rabia, Rabia ni mmoja katika masahaba, alikuwa akimtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallama, akibeba chombo chake cha udhu, akenda ku pagina, ana mahitaji fulani, akenda akitimiza ile mahitaji yake. Mtume akamwambia neno moja Sal. Omba. Rabia aliomba watoto aliomba mali alisema la as'aluka murafaqataka murafaqata filjanna alisema nataka kuwa na wewe katika pepo mtume akamgeukia kuna lingine unalotaka akamwambia la jawabu lilikuja nini a'inni ala nafsika bikathrati sujud kithirisha mno ufanya ibada ya sida, maana yake ni sala, ni itlaqu aljuzi wa maanahu alkulli, kama wanavyosema wenye ilmu za balagha. Hapa imetajwa juzi kwa sababu sida ni moja katika ibada muhimu sana katika sala, lakini maana yake swali shikamana na ibada, shikamana, shikamana na taa. Na sisi kama ni wapenzi wa mtume, hatuna budi kushikamana na ibada, hatuna budi kushikamana na taa

ni yule atakaye kukathirisha kuniswalia. Tukithirisheni kumswalia Bwana Mtume katika maisha yetu, katika majumba yetu, katika makazi yetu, katika kila mahala, shida zitatuondoka. Asiyekuwa na kazi amswalie Bwana Mtume, asiyekuwa na pesa amswalie Bwana Mtume, asiyekuwa na kitu chochote katika maisha yake amswalie ya Bwana Mtume. Mwenye dhiki ataondoshewa dhiki yake kwa baraka ya sala ya Mtume. Mwenye mazito ataondoshewa mazito yake kwa baraka ya sala ya Mtume. Sitaki niendelee sana, mashehe ulama wako Alhabiba Aseida Arif yuko hapa, yeye ndio atakuwa ni mwenyewe. Kama tumekosea, basi tuomba samahani na mashehe wataturaki.